Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema upo uwezekano mkubwa kwamba waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda walifanya uhalifu wa kivita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni baada ya shirika hilo kufanya mahojiano na baadhi ya raia waliozuiliwa na kundi la M23 katika miji miwili ya Goma na Bukavu. Zenab Aziz na taarifa ya kina. Amnesty International imewatuhumu waasi hao wa, wa M23 katika eneo la mashariki mwa Kongo kwa kuwaua, kuwatesa, kuwateka na kuwatokomeza kusikojulikana, raia waliokuwa mahabusu kutoka kwenye miji miwili inayodhibitiwa na waasi hao. Amnesty International katika taarifa yake imesema vitendo hivi vinakiuka sheria za kimataifa za kibinadamu na vinaweza kuchukuliwa kuwa sawa na uhalifu wa kivita. Mzozo wa Kongo uliongezeka kuanzia mnamo mwezi Januari, wakati kundi la M23 lilipopata nguvu zaidi na kusonga mbele hadi kuuteka mji wa kimkakati wa Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini na kisha mji wa Bukavu mwezi uliofuata wa Februari. Kulingana na shirika hilo, kati ya Februari na mwezi Aprili liliwahoji raia 18 waliokuwa wamezuiliwa na M23 huko Goma na Bukavu baada ya kutuhumiwa kuliunga mkono jeshi au serikali ya Kongo. Wafungwa wote wa zamani waliohojiwa na shirika la Amnesty International wamesema waliteswa na waliwashuhudia wapiganaji wa M23 wakiwatesa wafungwa wengine ndani ya magereza walikozuiwa wamesema baadhi yao walipigwa viboko kwa kutumia vipande vya mbao, nyaya za umeme au hata mikanda. M23 ni mojawapo ya makundi yapatao 100 yanayomiliki silaha na ambayo yamekuwa yakipigania udhibiti wa eneo lenye utajiri wa madini huko mashariki mwa Congo, ambalo liko katika mpaka kati ya Congo na Rwanda. Mzozo huo ni mmoja kati ya mizozo mikubwa inayoendelea ulimwenguni na umesababisha mgogoro wa kibinadamu. Zaidi ya watu milioni saba wamelazimika kukimbia makazi yao wakiwemo watu laki moja walioyakimbia makazi yao mnamo mwaka huu, kulingana na wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Waasi hao wanaungwa mkono na takriban wanajeshi elfu nne kutoka nchi jirani ya Rwanda na wakati fulani walitishia kwamba wangeingia hadi kwenye mji mkuu wa Kongo Kinshasa, ulio karibu kilomita 1600 kutoka upande wa mashariki ya Kongo. Licha ya jeshi la Kongo na M23 kufikia makubaliano na kukubali kuyafanyia kazi mapatano yaliyofikiwa mwezi uliopita, mapigano kati ya pande hizo mbili bado yanaendelea. DW tunavuma